Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yale hai moja ya kitu muhimu sana kwenye maisha ya mtu yeyote anayetamani kufika mbali, anayetamani kufanya mambo makubwa kwenye hii dunia ni uchaguzi wa watu sahihi wa kuambatana nao. Kuna watu leo wamelia, kuna watu leo wanahuzunika, wanajutia kwa sababu wameumizwa na watu ambao waliwahi kuwapa nafasi ndani ya mioyo yao ndani ya maisha yao, na wale watu wakaja wakawageuka. Ukisoma Biblia vizuri, kuna tofauti kubwa sana kati ya Yesu kuingia chomboni kwako na Yona kuingia kwenye chombo chako. Ukisoma habari za Yesu kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya nane mstari wa ishirini na tatu hadi ishirini na saba utaona walikuwa na safari na wanafunzi wake, alafu ghafla bahari ikageuka dhoruba, ikaanza kupiga chombo chao, lakini Biblia inasema wanafunzi wake wakamwendea wakamwamsha usingizini, alipoamka alikemea dhoruba Alafu wale wanafunzi wakamaka, maana yake wakashangaa, kwamba huyu mtu ni wa namna gani, hata pepo za bahari zinamtii. Lakini kwa habari za Yona, ukisoma Yona ile sura ya kwanza mistari yote utaona Yona aliagizwa na Mungu, alitumwa na Mungu aende Ninawi, akahubiri akaubiri njili, lakini cha ajabu akakimbilia Tarshishi. Alipopanda kwenye chombo fulani kimoja, Biblia inasema Mungu akatuma dhoruba kwenye kile chombo, bahari ikachafuka. Wale mabaharia wakaanza kulia, wakaanza kuomba, lakini dhoruba haikutulia. Wakaanza kushusha shehena zao baharini, dhoruba haikutulia. Kuna watu wakiingia kwenye maisha yako wanasababisha dhoruba, na kuna watu wakiingia kwenye maisha yako wanatuliza dhoruba. Walipomwona Yona amesinzia, walimwamsha. Baada ya kumtupa Yona nje na chombo chao, Biblia inasema bahari ikatulia. Waliomba sana, bahari haikutulia, walilia kwa Mungu, bahari haikutulia. Dawa ya bahari ilikuwa ni Yona atoke kwenye chombo chao. Sikiliza nikwambie, kuna watu walipokuja kwenye maisha yako walisababisha hasara, walisababisha maumivu na wengine walisababisha maumivu ya moyo na magonjwa ya moyo kwa sababu ya vile ambavyo walikutendea huwezi ukamwomba Mungu akuponye wa wakati kwenye maisha yako umewashikilia wakina Yona. Huwezi ukamwomba Mungu akuinue kwenye jambo fulani wakati umewashikilia wakina Yona. Ili Mungu akuinue, lazima akupe na watu sahihi. Ndio maana ili wanafunzi wapone, lazima wamwamshe Yesu usingizini awasaidie. Kuna watu wanakuja kwenye maisha yako wanaletwa na Mungu kwa makusudi ya kukusaidia kuvuka mahali, kwa makusudi ya kukusaidia kupata kitu fulani, kwa makusudi ya kukuvusha mahali. Lakini kuna watu ambao shetani anawaleta kwenye maisha yako ili wakuvuruge, wavuruge mipango yao yako ya kiuchumi, ya kifamilia, ya kiuchumi, ya kifamilia, ya kihuduma. Wanaletwa ili wakuvuruge. Ni wakinaiona Yona anapoondoka kwako unakuwa salama, lakini anapoishi kwako lazima utapata madhara. Msikilizaji wangu, ni wangapi wamekufanya urudi nyuma mpaka sasa? Umewashikilia watu wangapi ambao unajua kabisa wanasababisha madhara kwenye maisha yako, lakini bado umewakumbatia mpaka leo umesababishiwa madhara na watu wangapi? Sikuambii wachane na kila mtu, lakini lazima uwe na macho ya kuona watu sahihi wa kuambatana nao. Utawafahamuje wakinayona kwenye maisha yako? Jambo la kwanza ni watu ambao wakija kwako lazima utaanza kuona uzito kwenye uchumi wako, utaanza kuona uzito kwenye huduma yako, utaanza kuona uzito kwenye maisha yako ya kawaida lakini hawa watu ni watu ambao wanapokuja kwako, pindi wanapokuja kwako ghafla, kuna mfumo mbaya unaanza kutenda kazi kwenye maisha yako. Utashangaa, labda ulikuwa unapenda kuomba, unaacha kuomba. Ulikuwa na juhudi ya kufanya kazi, unaanza kuto kufanya kazi kwa bidii. Ulikuwa na bidii ya kutafakari mambo yako binafsi, ghafla ukaanza kuacha kutafakari. Hawa ni wakina Yona, wanasababisha madhara hata ya kiutendaji. Utendaji kazi wako ulikuwa ni mkubwa, ghafla utendaji kazi unakuwa unashuka, ghafla maono yako yanashuka. Kuna watu wakija wanaua maono yako. Wakina Yesu wakija kwako wanakufanya unawiri, uwaze mambo makubwa, ufikirie mambo makubwa. Ni wakati wako kuwachagua watu sahihi ili uweze kufika mbali haujaitwa kwa ajili ya kila mtu. Haujaitwa kuambatana na kila mtu. Ndio maana ukijifunza kwa habari ya ndege anaitwa tai, tai haambatani na ndege wengine, anaambatana na tai wenzake, au kama tai wenzake hawapo angani, anatembea mwenyewe, anapaa mwenyewe. Don't be like a parrot, for the parrot speak a lot, they cannot fly high Be like an eagle. For an eagle, uh, stick little and fly high. Usiwe kama uh, kasuku ambaye anaongea sana awezi kupaa sana, uwe kama tai ambaye anaongea kidogo alafu anapaa sana. Watu wengi tumewachagua wakina kasuku tukawaacha wakina tai. Niandikie kwenye comment, je, yeah, ungependa kufahamu zaidi namna ya kuwachagua marafiki sahihi kwenye maisha yako? Lakini pia je, ungependa kufahamu nini faida ya kuwa na watu sahihi kwenye maisha yako? Mungu akubariki, na uwe na wakati mwema. Amen.